Naam, hujambo na, na karibu tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zinazoendelea kutrendi katika mitandao ya kijamii. Moja kati ya taarifa ambayo imewaacha watu mbalimbali midomo wazi, taarifa kutoka taasisi ya Waislamu Bakwata na taasisi mbalimbali za Kiislamu, siku ya leo zimekaa kwa pamoja na kutoa taarifa yao ambayo imewaacha watu wengi midomo wazi, lakini watu mbalimbali wameonekana kuchukizwa na hiyo taarifa ambayo imetolewa na chama cha Bakwata. Tukirudi nyuma kabla hatujaenda kukuangazia kile ambacho walichokijadili baraza la Waislamu Bakwata, hapa tunakwenda moja kwa moja katika kanisa la Roma Katoliki, hapa tunaenda kuangazia yale matukio ambayo yalotokea katika siku ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania ambapo ilikuwa ni siku ya Oktoba 29, ambapo mambo mbalimbali yalitokea. Mambo hayo ni kama yafuatavyo: moja ni watu kuuawa, lakini pia vilevile vile watu wengine kujeruhiwa, lakini kubwa zaidi watu kupoteza mali zao, lakini pia vilevile vile watu kuharibu mali za umma hii. Haya ndo mambo ambayo yaliyojiri katika siku ya tarehe ishirini na tisa ambapo hata wewe mwenyewe nahisi kuwa unayafahamu mambo haya ambayo yaliyojiri. Kufuatia tarehe hiyo, kanisa Katoliki walipinga vikali mambo hayo ambayo yaliotokea, na mpaka wakaenda moja kwa moja kuandaa ibada ambayo ilifanyika katika kila kanisa la Roma Katoliki la kwenda kuwaombea marehemu wote waliofariki katika siku hiyo ya uchaguzi. Kwa hiyo kanisa Katoliki wao walilaani vikali vitendo hivyo ambavyo vilivyotokea siku ya Oktoba 29. Hapa nikikusogezea taarifa mojawapo ya kutoka kanisa mojawapo, kanisa Katoliki hapa. Tunakwenda moja kwa moja katika kanisa Katoliki la Mwanza. Mheshimiwa Renatus Nkwande amesema kilichotokea Oktoba 29 mwaka huu ni fedhea kwa taifa na kuizalilisha taifa na kulishushia taifa heshima iliyojengwa kwa miaka mingi kitaifa. Haya ndiyo mambo ambayo yalojiri katika kanisa Katoliki, ambapo nimekusogezea kanisa mojawapo, ni kanisa kutoka mkoa wa Mwanza. Wao wamelaani vikali katika matukio ambayo yanayoendelea. Lakini pia vile vile, hapa wadau mbalimbali walikuwa wamemlaani sana Mwamposa, ambaye yeye pia na yeye alitoa maoni yake kufuatia matukio hayo ambayo yaliyotokea. Yeye Mwamposa alisema kuwa matukio ya maandamano ni uvunjifu wa amani, kwani hakika hata kanisa lenyewe aliungi mkono mambo hayo ambayo yanakuwa ni uvunjifu wa amani, kwani mtumishi huyo wa Mungu Bonifasi Mwamposa yeye naye alitoa maoni yake kufuatia mambo ambayo yalojiri katika siku ya tarehe ishirini na tisa na wadau mbalimbali, lakini pia vile vile watu mbalimbali mbali, walimlaani vikali mtumishi huyo Bonifasi Mwamposa kwa kusema kuwa maandamano hayo ni chanzo cha uvunjifu wa amani. Hata Mungu mwenyewe hawezi akakubali mambo ya namna hiyo. Na pia vile vile tuliona wa, watu maarufu katika mitandao ya kijamii, nikianza na huyu wa kwanza ambaye anaitwa Clement Mwandambo yeye alimjibu mtumishi wa Mungu Bonifasi Mwamposa akimwambia kuwa hata wana wa Israeli walifanya maandamano ndipo wakapata ushindi wao, lakini pia vile vile Biblia yenyewe imeruhusu kufanya maandamano, na ndio maana hata Yesu aliposulubiwa alifanyiwa maandamano. Kwa hiyo haki inapatikana pia hata kwa maandamano. Sawa, hiyo ni kitu ambacho nimekusongezea tu ujue wapi tunapoelekea na uweze na uweze ukafanya tathmini fupi ya kile ambacho kilichojiri, tuone taasisi za kidini lakini pia vile vile moja kwa moja taasisi za kiraia katika kupambania haki za kibinadamu. Sawa, moja kwa moja tunarudi tena katika taasisi ya Bakwata, kile ambacho alichokisema baraza la Waislamu Tanzania Bakwata. Baraza kuu la Waislamu Tanzania Bakwata kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za Kiislamu nchini limelaani vikali vitendo vya uhalifu vilivyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025 na, na kuhisii serikali kufanya uchunguzi wa kina kubaini chanzo cha vin vinara wa machafuko hayo. Katika tamko lililotolewa siku ya Alhamisi, viongozi wa taasisi hizo wamesema tukio hilo limeacha majonzi makubwa kutokana na vifo vya watu wasio na hatia, ulemavu wa kudumu na uharibifu wa mali na miundombinu ya umma, lakini alkadhalika na miundombinu ya watu binafsi. Viongozi hao wameeleza kuwa kabla ya uchaguzi mkuu walifanya jitihada kubwa kuhimiza utunzaji wa amani, wakisisitiza kuwa kudai haki ni jambo la msingi lakini lisifanywe kwa njia zinazohatarisha usalama wa taifa. Bakwata imeuomba serikali kuwa na jicho la huruma kwa familia zilizopoteza ndugu zao, waliojeruhiwa na kuathiri kwa njia yoyote katika machafuko hayo, huku ikitaka pia kuchukua hatua dhidi ya wale waliochochea vijana kujiingiza kwenye vurugu hiyo. Aidha, tamko hilo lime, limehimiza serikali kuzingatia suluhu na mariziano pale itakapobidi kwa maslahi mapana ya taifa. Hata hivyo viongozi hao wameonya kuwa maliziano yasitumike kama zawadi kwa watu waliotenda uhalifu, wakisema vitendo vya namna hiyo havipaswi kufumbiwa macho. Aidha, viongozi wa Kiislamu hao wamepongeza, wamempongeza Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa ushindi wa kishindo wa uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miaka mitano ijayo, huku wakimtakia heri na utekelezaji mwema wa majukumu yake ya kazi kama mama katika taifa la Tanzania. Hiki ndicho ambacho kilichojiri baada ya baraza la Waislamu BAKWATA kukaa chini na kujadili mambo mbalimbali ambayo yaliojiri katika siku ya uchaguzi wa mkuu wa tanzania tarehe 29 na 2025 kama kawaida yetu pindi ambapo tutakapomaliza kusogezea kile ambacho kilichojiri tunakwenda moja kwa moja kupata komenti za wadau mbalimbali kipi ambacho walichokisema nikianza na wa kwanza akasema kuwa taasisi haramu kuna huyu mwingine akasema mnahangaika hawa Waislamu wenzetu au mmeangalia mavazi. Kuna huyu mwingine akasema biliani linalukia linanukia Pemba bila shaka. Kuna huyu mwingine akasema tatizo la viongozi wa kidini ni njaa kali. Lakini kuna huyu mwingine akasema proud to be. Lakini kuna huyu mwingine akasema mimi ndio maana nimehamia dini mimi ndo maana nimeama hii dini kke. Lakini kuna huyu mwingine akasema njaa mbaya sana. Lakini kuna huyu mwingine akasema chanzo cha vurugu ni nini? Kama kweli hii taasisi inajielewa, basi ieleze zahiri shahiri kile ambacho chanzo cha vurugu ni nini. Huyu mwingine akasema ni ungemse mtupu kama huyo shehe wa mbele tu. Kuna huyu mwingine akasema siku yaja kuna huyu mwingine akasema, da wanafiki sana hawa. Huyu mwingine akasema, ila waislamu tuna watu vichaa. Kuna huyu mwingine naye ya akaja akasema, jamani, sijui Mungu wataenda kumwambia nini hawa viumbe wanaongea hapo. Kuna huyu mwingine akasema, ko mauaji, wizi wa kula, dhuluma ndio uislamu unavyoelekeza yaani, haya mashebana Lakini kuna huyu mwingine akasema mimi ni Muislamu na, na swali sala tano, lakini katika haya waislamu mmepuyanga, hakika hakuna haki hapa, naenda msikitini kwenda kuswali kwa sababu ya almauti yangu. Kuna huyu mwingine akasema, hapa wote wo walifungia ndani kama sisi hawakutoka, ila wanapongezana Ha, viongozi haramu hawa. Lakini kuna mwingine akasema taasisi za mchongo. Hiki ndicho ambacho kilichojiri katika siku ya leo, watu wengi wameonekana kuchukizwa na kile ambacho taarifa iliyotoka na baraza la Bakwata Tanzania, yani baraza la Waislamu Tanzania. Nini maana ya kukusogezea kile ambacho kilichojiri katika kanisa la Roma Katoliki, lakini pia vile vile kilichojiri ambacho alichokisema mtumishi wa Mungu Boniface Mwamposa, lakini pia vilevile kilichojiri hiki ambacho alichosema baraza la Waislamu Bakwata, maana yake wewe uweze ukachuja kipi, maoni yako kipi, mtazamo wako kufuatia haya ambayo yaliyopo katika hii taarifa. Nam, kwa taarifa mbalimbali, endelea kuwa karibu nasi ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali.